Majina naitwa Rauhia Musa, natokea Zanzibar kupitia Worldwide Entertainment. Wazo langu ambalo mimi nimekuja nalo ni kuhusiana na teknolojia ya ufuatiliaji wa masuala ya afya, sababu ni nyenzo muhimu ambayo tunayo kwenye taifa na serikali imeweka mkakati mzuri wa kuwa na mahospitali mengi ambayo yanaendelea sasa hivi, ingawa wazo hilo limenifanya kuona kwamba na magonjwa mbalimbali yale magonjwa ambayo sugu tuweze kuyafanya kuonekana kuwa na ubora zaidi, kwa kuwasaidia ama kuimarisha kwa wananchi katika hatua nzima ya masuala ya afya. Pango wazo langu kija likawa limefeli. uh, kawaida unapolifuatilia wazo kwa ajili ya msaada kwa wale ambao unawakusudia una wakupe msaada, unapokutana na changamoto za kukufanya wewe ushuke kwenye lile wazo lako, usikate tamaa, bali utaendelea kumuonesha kitu chengine kipi ambacho kinaweza kikamshawishi kukupa nafasi ya kulipokea lile wazo lako kwa mara ya pili, kama litakuwa limeshindikana mwanzo, lakini utabadilika kwa vitu vichache ambavyo vinaweza vikaingia, ili ee kufanya kuwa na ushawishi wa kulikubali lile ambalo unalo kwa wakati huo, hautaki ukate tamaa katika kulifanya lile wazo ambalo utakuwa nalo.